Wawakilishi wadi wa bunge la kaunti ya Kirinyaga walilazimika kuelekeza kwingineko zaidi ya shilingi elfu hamsini walizokuwa wametoa kumtunuku Askofu wa kanisa Katoliki Dayosisi ya Murang'a Maria Wainaina baada ya kuongoza hafla ya kutoa shukrani. Askofu huyo alikataa pesa hizo na zawadi ya mbuzi na kuwaagiza wawakilishi wadi hao kuzitoa kwa shule ya watoto wasiokuwa na uwezo wa kusikia katika eneo la Kerugoya. Kama Mwangi na taarifa hiyo Walifika jukwani baada ya misa tayari kupokea baraka za kumtunuku Askofu wa kanisa Katoliki Dayosisi ya Murang'a Maria Wainaina kwa hafla iliyofana ya bunge hilo kutoa shukrani inayofanyika kila mwaka. This is a public service. Ila askofu huyo akazima matamanio yao na kukataa zaidi ya shilingi elfu hamsini zilizokuwa zimebebwa na spika wa bunge hilo Muteti Muremi kwa niaba ya wawakilishi wadi na wafanyakazi wa bunge hilo. Zawadi hiyo iliandamana na mbuzi huyu aliyeletwa na mwakilishi wadi maalum bana Gishangi. ile ambayo ni ya, ya ya pesa tuwasaidie wale ambao wako na shida sana. Badala yake, askofu Wainaina alitaka fedha hizo na mbuzi huyo kupokezwa shule ya watoto wasio na uwezo wa kusikia katika eneo la Kerugoya kama mchango wa wawakilishi wadi hao kwa wananchi waliowachagua. Kwa vile sisi ni ni, viongozi wa wa umma, si ndio? Basi wale ambao wako na shida sana hata zaidi, hao ndio tunataka sana sana waweze kupata ni, ni manufaa ya, ya ya, kazi yetu, na nimeshukuru sana, na kwa kuwa lisilobudi hubidi sasa, hata hii tunataka uiombe as we take to those kurejeshwa kwa fedha hizi kukionyesha msimamo mkali ambao Kanisa Katoliki na makanisa mengine nchini yamechukua kuhusu kupokea fedha kutoka kwa wanasiasa ambao wamegeuza madhehebu kuwa majukwaa ya kujipendekeza kwa kanisa na umma. kama Mwangi, Runinga ya Citizen.